kuelezana kwa mukhtasar masala ambayo kwamba ni katika dharura ya watu kuweza kuyafahamu masala ya fiqhi kutumia kitabu cha matnu Safinatun Naja kitabu ambacho kwamba hajmi yake kwa kuitazama ni ndogo, lakini ilmu iloweza kudhibitiwa na kuelezwa ndani yake ni ilmu ambayo kwamba ni kubwa na ni nzito kwa yule ambayo kwamba ataweza kuisoma na kuifanyia kazi. Kitabu matnu safinatin naja ni kitabu ambacho kwamba kimetungwa na moja katika wanavyuoni wakubwa

Ibn Sumairin Alhadhramiyu Ashafiiyu al Hili. Ndo jina la mwana wa chuoni huyu ambao kwamba ameweza kutunga hii matnu ya Safinatinaja. Mwana wa chuoni huyu alizaliwa katika kijiji cha dhi asbaha

wa atqana aujuha wa atqana aujuha daihi, na ameyaqinisha njia za kuki ile Qur'ani. Thumma ishtaghala biiqaihi, kisha baada ya kwamba ameisoma Qur'ani yote, ameyaqinisha njia za kuisoma ile Qur'ani aka wa darasa uluma shar'iyya wadarasa luluma shar'iyya na amesoma elimu za kisheria. dalilihi na alisoma hiyo kwa mzazi wake

Ibn Abdullah ibn Sadi ibnu Sumairi ameweza kutawanya na kuieneza elimu kuisomesha wadarasaha na akaidurusisha, waaqbala tulabu alayhi yanahaluna min ilmihi, na wanafunzi wakawa wanakuja kwake yeye, wanakunywa katika ile ilmu ambayo kwamba yeye yuko nayo wakisoma ilmu na kufaidika kwa ilmu yake, huwa ni kubwa. Wahtira, na alichaguliwa mustashara, akiwa ni mwenye kutakiwa ushauri le sultani Abdullah bin Muhsin, kwa Abdullah kijana wa Muhsin.

annahu kana yakhtimu l-Karima yakhtimu l-Qurani l-Karima, kwamba bwana mkubwa alikuwa akihitimisha Qurani tukufu. Wahuwa yatufu bil-baiti l-haram, na akiwa atufu katika nyumba ya haram, akiwa atufu katika Kaaba, alikisoma Qurani yote mwanzo mpaka mwisho Ameweza kuacha alama ambazo kwamba ni nyingi mno. Ameweza kuacha safina tunaja, ambacho ni kitabu ambacho kwamba tukieleza, ameacha alfawaidul jaliyatu fi zajri an ta'atu lhiyali arrabawiya hii pia ni kitabu mweza kuwa wafi Bitawi na kat katika mji wa Bitawi, min biladi Jawa, hata kat katika miji ya Jawa. adrakatu hulmaniyatu, pata yeye mauti ama alfin wa miataini wa wahid hijria, ama alfin wa miataini wa wahid wa sabiina hijria Mwaka wa elfu moja mia mbili na sabini na moja hijiria ndo mwaka ambao kwamba ameweza kupatwa na umauti katika mji wa Vitawi, katika miji ya Jawa. rahimahu wakafahulmi wa ahlihi khair alkafa. Na nachuoni huyu, Mwenyezi Mungu atujalie tuweza kuzipata baraka zake. Mwenyezi Mungu amsamehe alipoteleza kama binadamu. Hiki ndicho kitabu tunaweza kukieleza, inshaallah, tutajitahidi mwanzo mpaka mwisho kwa taufiki ya mola subhanahu wataala, kwa sababu ni kitabu icho kwamba ni kidogo, lakini kina ilmu nyingi. Twalipopata ni kwa tawfiki ya mola subhanahu wataala, tulipokosea ni kwa mapungufu yetu, kwani kullu bani adam khataa wa wanadamu, wote kila mwanadamu ni mkosa wa khairul khataina at-tawwabuna